Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ni jeshi la wananchi wa Tanzania na halikusudii kumwandikisha yeyote ambaye sio Mtanzania. Kwa hiyo sifa ya kwanza awe raia wa Tanzania, lakini mwenye kitambulisho cha Taifa. Sifa nyingine, kwa vijana wenye elimu ya kidato cha nne na kidato cha sita wawe na umri usiozidi miaka 24 vijana wenye elimu ya stashahada umri wao usizidi miaka ishirini na sita vijana wenye elimu ya juu zaidi ya stashahada wawe na umri usiozidi miaka ishirini na saba lakini pia ndugu wanahabari, wa madaktari bingwa hawa madaktari bingwa wa binadamu, madaktari bingwa wa binadamu umri wao usizidi miaka 35. Baada ya kutaja sifa sasa, ndugu wanahabari, niombe sasa nijielekeze kwenye taaluma adimu zinazohitajika kuandikishwa jeshini. Taaluma hizo adimu ni kama ifuatavyo. Ya kwanza ni taaluma ya tiba. Taaluma ya tiba hii imegawanyika katika aa, nyanja kuu mbili. Ya kwanza ni medical doctor ambao hawa wanaotakiwa ni wale ambao ni specialist Hawa specialist ambao wanatakiwa kuandikishwa jeshini ni kama ifuatavyo: General Surgeon, Orthopedic Surgeon, Urologist, Radiologist, ENT eh, specialist, Anesthesiologist, Physician ophthalmologist, pediatrician, pa pa obstetrician na gynecologist. Taaluma nyingine ambazo ni specialist ni pamoja na oncologist, pathologist, physicist NH, eh, emergency medicine specialist pamoja na hematologist. Kama nilivyosema ndugu wanahabari, kundi la pili, la pili la taaluma ya tiba ni kama wafuatao: medical doctor, dental doctor, veterinary medicine, biomedical engineer, dental laboratory technician, anesthetic, radiographer, optometry, physiotherapy pamoja na aviation doctor. Wengine sasa ni taaluma za uhandisi engineers awe ana Bachelor of Electronic Engineering Bachelor of Mechanical Engineering Bachelor in Marine Engineering Bachelor in Marine Transportation and Nautical Science Bachelor in Mechanics in marine diesel engine, bachelor in aviation management, lakini pia bachelor in aircraft accident and incident, Our, uh, accident and incident kwenye ile sector investigation, nyingine zinazohitajika ni bachelor in meteorology Air traffic management pamoja na aeronautic engineering. Hayo ndo makundi ya fani adimu ambazo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limezilenga kwamba unahitaji wataalamu wana hii, lakini pia kuna kundi lingine la fundi michundo Hawa ni michundo wanaohitajika, ni aluminium welding and metal fabrication. Ndo ao tu, hasa baada ya kutaja zile fani ambazo zinahitajika, naomba nijielekeze moja kwa moja kwenye utaratibu wa kutuma maombi kwa makundi yote mawili. Ndugu wanahabari, maombi yote kwa wahitaji katika kujiandikisha jeshini yaandikwe kwa mkono. Kipengele hiki naomba nikirudie, yaandikwe kwa mkono na yawasilishwe makao makuu ya, maka ya jeshi jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania hapa Dodoma muda wa kuwasilisha mwanzo na mwisho wa kuwasilisha maombi hayo ni kama ifuatavyo. Tarehe ya kuanza kuwasilisha maombi ni kuanzia kesho tarehe 1 mwezi wa tano mwaka huu 2025, na tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu 2025.